Sante eh, nashukuru kwa fursa hii. Kwa kweli tumepata msiba mkubwa eh, swali lako limeanza kuelezea tu kwa nini nipopokea kijiti, lakini niseme tu tumepoteza nguzo ya tasnia ya urembo. Anko Hashim ni ndo mlezi na muasisi wetu, mimi mwenyewe ni Miss Tanzania 1998 nimetokana na yeye, maandalizi yake. Kwa hiyo nilipitia platform ya Miss Tanzania hadi mimi kutambulika kwa jamii. Um, lakini kama mnavyofahamu, mashindano ya Miss Tanzania yako privately owned na ni biashara. Kwa hiyo pale Anko Hashim alivyoona amechoka, amefikia nguvu yake, mimi niliweza kupitia kampuni yangu ya The Look e, kuakwaya kununua leseni ya mashindano, na yeye aliona amkabidhi mtu ambaye sio tu itakuwa ni biashara kwake yeye, lakini pia mtu ambaye ni mhusika na anaelewa nini maana ya Miss Tanzania, akijua warembo ndio wanapitia huko nitakuwa kama mlezi kama dada, kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa toka 2018 Kijiti kiko mikononi mwako sasa, pengine kuna somo kubwa unalipata kutoka kwa marehemu Hashim, mm. E, tasnia ya ulimbwende ina ina evolve, e, wazungu wanasema kama nikitumia hiyo lugha ina evolve. Nyakati zinabadilika wakikipindi chake yeye alikuwa na kazi kubwa ya kuintroduce sanaa, sanaa ieleweke kwa watu, watu waelewe sanaa ni nini, urembo ni nini, mashindano ni nini. Lakini pia katika nyakati yeye isiishie tu Tanzania, kwenda kwenye kinyang'anyiro cha kimataifa kwenye mashindano ya Miss World. Kwa hiyo alikuwa na kazi ya kuintroduce sanaa, kuweka misingi, kutengeneza sheria, kanuni, lakini mpaka serikali na yenyewe kuikubali sanaa eh, kwa sababu tunakumbuka huko nyuma walikuwa hawaelewi, wanasema haya mashindano kinyume na mila zetu na desturi, wakayapiga marufuku. Lakini jitihada za Anko Hashim kuendeleza kwamba, jamani, hii ni jukwaa la sanaa na manufaa yake ni haya, serikali ikaipokea kwa mikono miwili kupitia Baraza la Sanaa, wakatengeneza kanuni, zimeendelea kuboreshwa ili mashindano yaweze kuwa bora zaidi, au zile changamoto zinazojitokeza kwenye mashindano ziweze kutatulika kupitia hizo kanuni mpya na zile yale marekebisho yanayoendelea kila siku, nyakati zimebadilika, zama Yani tamasha la Miss Tanzania lilikuwa pengine ndo tamasha pekee ambao watu wanajua. Siku hizi kuna mambo mengi, kuna matamasha ya muziki, kuna mafestival, watu wana choice nyingi, lakini bado jukwaa la Miss Tanzania limeendelea kuwa ndoto kwa binti wa kike kwamba najua mimi nikishiriki Miss Tanzania, kwanza nitatambulika kwenye jamii, kipaji changu kitajulika. Ndio maana watoto wa kike bado wanaendelea kujitokeza tena, hasa siku hizi wenye elimu ya juu, watoto wanatoka vyuo vikuu wanajitokeza kutaka kushiriki mashindano ya Miss Tanzania. Tupe ratiba tupe ya mwaka huu, mwaka huu e, kama mnafahamu mwaka jana mashindano yalifanyika ngazi ya awali. Kwa hiyo mwaka huu tumeona sasa tuandae fainali ambayo haikuandalia. Kama mnafahamu mimi nilikuwa kwenye majukumu ya kiserikali leo na Mheshimiwa Rais nikamku wa wilaya ya Korogwe, kwa hiyo nilikuwa nimeachia watu wasimamie, lakini safari hii nipo. Kwa hiyo tunaandaa tamasha kubwa, shindano kubwa sana ambalo litafanyika August. E, fainali ya warembo ambao tayari wametoka kwenye mashindano ya mwaka jana, tuna madaktari, tuna maarchitect ni vyo vikuu tu ambayo cream wameona kwamba bado jukwaa la Miss Tanzania kwao ni platform kuweza kutoka. Kwa hiyo mwezi wa nane, I mean mwezi August, warembo hawa wataingia katika kinyang'anyiro ili kumpata e, Miss Tanzania e, 2025.